Nikatoa matumaini kwa watu wa Kigoma. Baada ya kufika Kigoma, nimegundua kuna mambo yalikuwa yanafanyika na yapendezi moja moja. Wavuvi wa ziwa Victoria waliambiwa kwa miezi mitatu hawaruhusiwi hawaruhusiwi kuvua samaki, mimi nikasema haiwezekani kwa sababu ziwa Tanganyika linamilikiwa na nchi tatu, linamilikiwa na Rwanda, linamilikiwa na Tanzania pamoja na Burundi. Kwa nini uzuie samaki wasivuliwe Kigoma, upande wa Tanzania, lakini Burundi wanavua samaki? Kwa nini uzuie samaki wasivuliwe Tanzania wa Kigoma wakati Kongo samaki wanavuliwa, na ziwa ni hilo hilo? ni ukatili kwa wavuvi wetu. Sisi tumewatangazia kwamba tutafungua vizimba vya kufugia samaki ili tutengeneze mazalia ya samaki na wavuvi wetu wavue miezi kumi na mbili ya mwaka. Kitendo cha mtu anayetegemea shughuli ya uvuvi umzuie kufanya shughuli yake inayomwingizia kipato kulipa ada kulisha familia kwa muda wa miezi mitatu ni kitendo cha kikatili, na sisi kama ADC tunasema hakivumiliki yeah! Sasa tukasema pia, tulielezea kwamba nchi ya Indonesia na Malaysia nimefika mimi kule, wanategemea kilimo cha michikichi inayotengeneza mafuta ya mawese, na nchi zile ni tajiri. Kwa nini Kigoma tunazalisha mafuta mazao haya kwa wingi, lakini watu ni maskini? Ni kwa sababu wananchi wetu, wakulima wetu, wameshindwa kupata mbegu bora. Tumekuwa tukipata mbegu ambazo zinarefuka kwenda juu na zinatoa mazao machache. Sisi mtakapotuchagua, tutahakikisha kwamba tunawaletea wakulima wetu mbegu bora ambazo wataweza kupata mazao ya kutosha na kuweza kubadili maisha yao. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kasulu, tunaomba msifanye makosa, ikifika tarehe 29, mnipigie kura. Lakini wakina mama, wakina baba, vijana mliokuwepo hapa, napenda kuwathibitishia kwamba Mtakapotuchagua huduma za afya zitakuwa bure. Nchi yetu imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi kuliko karibu nchi zote za Afrika. Kwa nini wananchi wetu ni maskini? Kwa nini wananchi wetu wageshwa mzigo wa kulipia gharama za matibabu, wakati daktari ni mtumishi wa serikalini? Kwa hiyo, mtakapochaguliwa, mkilipa kura malipo ya shilingi elfu tano yatakuwa nasitisha mara moja. Lakini mbali na yote, wanafunzi ni maana wamefurahi hapa, mtasoma bure. Kazi yenu ni kusoma kwa bidii, lakini kazi ya mzazi itakuwa ni kumhamasisha mtoto wake asome kwa bidii aweze kufika ele, ele, ele, level ya chuo kikuu.